So, kilikuwa kinaitwa Young, kwa sababu ya madogo wengi ambao wanafanya mziki lakini pia wanafanya poa na majina yao, walikuwa wanajiita dogo fulani dogo fulani. Sasa so, kile kitu kiliishi baadaye kikapotea, lakini bado kuna kuna sign ambazo bado zipo ambazo wale madogo waliziacha, kiwemo kina dogo Janja, kiwemo kina Young, kila wenyewe Young D ambaye ndio ambaye sasa hivi nataka nimzungumzie. Young D alikuwa ni dogo ambaye anafanya poa sana kwenye mziki, aliacha hits nyingi baadaye hapo katikati mambo mengi yakatokea, so kuna zuruba mbalimbali ambazo zilimkumba mbali mbali mbali mbali, Young D Young D kabidi aendelee na maisha yake mengine. So baadaye alipata visa akaenda kuishi zake Ulaya huko. Sasa Young D bwana, tunajaribu kuona kwamba ni msanii ambaye kipindi uko Bongo alikuwa na ndoto za kwenda kuishi mambele, lakini sasa hivi ndoto zake zimetimia na ana familia kabisa kule nchini Marekani maisha yake anaendelea ya anaishi vizuri anaishi poa. Kipi ambacho umejifunza kutoka kwake yeye? Kwa sababu kuna ngoma yake moja nasema, tuko Bongo bahati mbaya, karibu Ulaya. Hiyo ni ngoma ambayo watu wengi walikuwa wanaidisi, wengine wakisema kwamba anazalau Tanzania kwa sababu yeye ni Mtanzania na amezaliwa Tanzania, so natakiwa appreciate kuzaliwa Tanzania. Lakini yeye eh, kichwani kwake ama akilini mwake alikuwa anawaza mbali zaidi kwamba Tanzania nimezaliwa bahati mbaya, lakini kuzaliwa Tanzania Haimaanishi kwamba naweza ngaishi Tanzania na nikafa Tanzania nikaenda nika nikaweza kwenda kuishi Ulaya. So ndio kitu ambacho amekitimiza lakini pia sasa hivi anakiishi kwa sababu maisha yake sasa hivi ni Europe; huko anaishi, eh, anafanya maisha yake zingine. Usanii umekuwa ni sehemu tu ya kitu ambacho anakipenda. Kwa hiyo anaachia ngoma moja moja, aachia sasa ile ya mashabiki kuhitaji ama watu kumuhitaji zaidi kwenye muziki. So ni kitu kizuri kwa sababu kuishi kwenye ndoto ambazo wewe umejipangia ni kitu bora. Unadhani amefanya poa kufanya hicho ambacho sasa hivi anakifanya kuachana na mziki kama sehemu ambayo anaitegemea zaidi kupata kipato na kuingia sehemu zingine ambazo zinaweza zikamfanya apate pesa nzuri ya kumudu familia na familia yake kuishi poa zaidi? Kwa sababu pia, mziki ulimfanya ndia ingie kwenye vitu ambavyo sio vizuri kiwemo madawa ya kulevya na vitu vingine ambavyo natumia faya kimwili, lakini sasa hivi ukimtazama Young Dee ni kama amerudi sasa kwenye ubora zaidi, na mwili wake unaonyesha kabisa yuko poa, anaishi poa, ana stress kama zamani. So Young Dee yule ambaye ukimkuta ukienda kufanya interview kwake lazima umkute yuko eh, yuko bui tayari ashalewa yani. Sasa hivi anaishi vizuri tu, ana mtoto wa kike ambaye juzi juzi tu ametimiza miaka mitatu na amemfanya birthday hivyo tuendelee kumwombea Young Dee, au sasa hivi ni maisha ambayo Young Dee anaishi.